Wakati Allamahifa anaenda huku na kule kuitangaza dini ya Allah, wow. na leo umemkaribisha vyema. Alipigia Sheikh Hassan shah simu lakini ikawa sijashika, pengine naye angekuwepo leo tukazidi kumkaribisha Habibi wetu huyu. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ni katika waislamu ambao ni mutamasik wameshikamana na dini na kufanya ile harakati ya rohoni kweli kweli, kafanya maamuzi. Na tunatarajia awezi kurudi nyuma, na huyu ni katika watu ambao wasanii wakikufa, lakini kwa sababu amevaa mungu ya mtume Muhammad sallallahu so, alaihi wasallam. Kwa haraka unaweza usimjue, lakini katika wasanii wetu wakubwa wa kale na alikuwa akiimba music kabla hata ya kinao kina Diamond. Na ni hiti akiitwa kalpii kama sijakosea. Kuna wimbo mimi najua mmoja kutoka kule wanakuja huko. Unabisha. Sallu ala Nabi. Karibu Amirsap. Tupe fikra kidogo, tupe na introduction kidogo. Alhamdulillah ndugu zangu wapenzi watukufu wa Islam, tumshukuruni Allah ametukusanya katika mkusanyiko kama huu mzuri, tumestafidi Masha Allah. Ndugu zangu wa Allah subhanahu wa ta'ala awalipe ndugu zetu maali ndugu zetu walikuwa atupa maneno mazuri ya bwana mtume sallallahu alaihi wasallam sote. Shekhe wetu Sheikh Othman, Allah subhanahu wa ta'ala mkubalie. Ndugu zangu, Allah ameweka mafanikio wanadamu katika dini. Dini ikipatikana katika maisha yetu tafanikiwa, na dini ikikosekana katika maisha yetu hatuwezi kufanikiwa. Watu wanajua kwamba mafanikio labda yapo katika kumiliki vitu katika vitu vya kidunia labda mtu akimiliki pesa nyingi. Lakini ndugu zangu, hakuna matumizi ya pesa baada ya kufa. Matumizi ya pesa katika dunia, utanunua unachotaka, utavaa unachotaka kutokana na pesa, lakini baada ya kufa hakuna matumizi ya pesa kadhalika. Unaweza kuwa ni majumba mazuri na ukatamani majumba mazuri lakini bana, baada ya kufa hakuna matumizi ya nyumba, ni mwana ndani. Kwa hiyo Allah jala jalaluhu kwa ajili ya hili akatuma mitume alaihimussalatu wassalam kuja kuwafahamisha wanadamu ufinyu wa dunia na wasaa mpana wa akhera. Kwa dunia muda mchache inakwisha, lakini akhira ni yenye kubaki. Kwa mtume akaja kwa neno moja yenye watu, kamkeni la ilaha illa Allah mpate mafanikio. Kweli waliokubali maneno wamefanikiwa, na wale wakataa wameangamia. Mtume wetu sallallahu alaihi wasallam ni mtume wa mwisho, ametumwa na akatoa mfano, asema mfano wangu mimi mm -hmm. Na matu, mitume wote wanatangulia ni mfano wa mtu alijenga nyumba, nyumba nzuri, watu wanapita wanashangaa ile nyumba, na yeye ya kipembe kimoja kuna tofali haijakamilika, limeacha kuna tobo, yaani nyumba nzuri lakini ina tobo. Sasa watu wanasema nyumba nzuri, lakini ukifika kwenye tobo tu, ah, wale tu wanaitwa kasoro, sema lao hapa kuzikuwa na tofali Mtume. Sasa akasema mimi ndio tofali na mimi ndio muhuri muhuri wa mtume wote kwa sisi, kufanikiwa kwetu kwa katika imani iliyokuwa mzibuti yaqini juu ya Allah kwamba Allah ndio mfanyaji, amefanya anafanya na ataendelea kufanya. Yoyote asiyekuwa Allah hawezi kutunufaisha wala kutupa madhara, yadhuru wa yamfaa yeye. Anamiliki madhara na yeye anamiliki manufaa peke yake, anatulisha anatuvisha Kula kwetu sio harakati, kwa sababu dukani kuna ma wakulima, wanalima kuna nafaka, madukani tunanunua, tunakula, kwa sababu Allah anatuisha, tunavaa kwa sababu Allah anatuvisha, tunatembea, Allah anatutembeza. Hakuna tunachofanya si kama wanadamu, lazima patikane nguvu ya Allah juu yetu. Kwa imani, ni jambo kubwa sana, ndugu zangu, na maharibiko yote ni upungufu wa imani kwa sababu leo juhudi ya imani imedogeshwa, lakini imani, mtu akifa bila imani anaenda jahana milele na milele. Na ndo juhudi ambayo imedogeshwa, maake ukizungumza juhudi ya imani unazungumza juhudi ya moyo. Vipi moyo wako utasalimika? Vipi moyo wako utatengenezeka? lakini hicho iliyotambulika juhudi ya tumbo ndio juhudi ambayo wewe ukikaa una juhudi, watu watoa nguvu nyingi sana. Vipi nitakula? Vipi nitavaa? Lakini sio kwa sahaba. Sahaba radhiallahu anhum, wao walitoa juhudi kubwa kwa ajili ya kutengeza imani na wengine kunufaika na imani. Na hata mtume wetu sallallahu alaihi wasallam aliwatanguliza ndugu zake wa karibu, hata alipotokea vita dhidi ya maadui, akatokea adui, akatokea mmoja katika maadui basi katika upande wake alikuwa na mtoa Ali bin Abi Talib, akumbakisha nyuma, kwa sababu imani kitu cha thamani. Katika vita vya Muta akamtanguliza mdogo wake, ndugu yake Jafari radhiyallahu anhu, na akamkuta na majeraha 80 ya panga na mishale na mikuki katika mwili wake, kwa sababu shughulikia imani na mwanzo wa kutengenekea kwa umaulu imani madhubuti, ndio watu walikuwa na imani madhubuti na walipa nyongo dunia. Lakini mwanzo wa kuharibika kwa umaulu basi mipango mirefu mirefu na tamaa. Kwa hiyo ndugu zangu wapenzi tukufu wa Kiislamu, tujitahidini, tutoe muda katika njia hawa Tumsaidie bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sisi ni manaibu wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tufanye kazi yake, tusiathirike na waliokuwa nayo wengine, kwa sababu hayo waliokuwa nayo wengine yote atakwisha, lakini aliyotuletea bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam atabaki na tutapata manufaa kutokana na hayo aliyotuletea bwana Mtume sasa kwa lazima tusimame tumwami Bwana Mtume sala sala. Tuyami lile li, jambo kubwa ambalo Allah alimpa. Hakuna mtume atakayekuja baada yake. Kule kazi kubwa ya Mtume alayhi msallatu wasallam ndio ipo katika mabega yetu. Nyinyi ni umma bora mmetolewa kwa ajili ya watu. Na mnaamrisha wale kwa mema na, na mnakataza wale kwa mabaya na mnamwamini Allah. Shetani amepewa umri mrefu sana. Na apumzike tena kupoteza watu. Ye kila siku anafanya juhudi, vipi watu wataacha njia iliyokuwa nzuri, njia iliyonyooka, watapinda wakaingia jahanamu. Na amepewa umri mrefu na ana wafuasi wengi kuliko sisi. Sasa, unafikiri juhudi yake kama sisi tusiposimama ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tukafanya kampeni tukufu yeye ya kumtangaza Allah na wale watu wabaya wakawa watu wazuri Unafikiri shetani juhudi yake analala? shetani analala? na wala juhudi ya shetani, shetani wala afanyi juhudi kubwa ya kupoteza watu, watu wenyewe washapotea. Mathalan hapa hmm, tulipo katika mambo mazuri kama haya, mimi kwa sijawahi kufika shia wangu mashallah, shia Uthman amenialika show, nimekuja nimefurahi kusema kweli mashallah. Hey. una, una, lakini sehemu kama hii ambayo umoyo unatulia una unapata raha wangapo, wanakimbilia bus, bus, bus, raha busadi tunazozipata sisi kwa sababu ile chembe ndogo ya imani tuliokuwa nayo. Ndio maana unasikia mashairi ya Bwana Mtume unasikia raha, chembe ndogo ya imani tuliokuwa nayo ji ndio hii ndio wewe. Hapana, hapana, hapana, ndamasha yangu nitawatafuta, nipe kidogo. Shasahau, shasahau siku nyingi, shasahau muda mrefu, sikumbuki tena. Allahumma

na kwa hiyo sehemu ambayo ina mambo maovu mambo mabaya, akuta watu wengi wamejaa, kwa sababu shetani juhudi yake si juhudi kubwa, kwa juhudi ya kumpoteza kumpotezayani juhudi ya kumpoteza mtu sio juhudi kubwa, lakini juhudi ya kumfanya mtu awe aemasubuti taka tushirikiane kweli sote kwa pamoja kama umma Tumetu sallallahu salllahu wasallam wasalama yeye ameeleza fadhila nyingi kuhusiana na kazi ya dawa na matunda mengi yanapatikana kutokana na kazi hii. Lakini sasa paka kazi hii masikini ya Mungu paka uchaguliwe hivi hivi yani yaani hivi hivi yaani ukawana yani, paka Allah akuchague, na kwa sababu ni kazi ya wanaume mitume alayhimu swalaatu wassalaam 124000 wanaume. Ni kazi ambayo muoga hawezi, muoga hawezi, anaogopa eh Mnafiki anakuepo anakuepa anakula chocho. <laughs> Kazi ya wanaume ni kazi ambayo ukikaza kweli, alameka malipo makubwa akhira, na hakuna ubishi wowote, na unapata siri nyingi kufanya kazi hii. Mtume SAW siku moja katika msafara wake wa kidawa akakutana na mtu mmoja, bedui mmoja, akamwambia unakusudia kwenda hapo sasa, mimi naenda kwa watu wangu sasa kuna kheri vipi uko tayari? Sema kheri gani? Anasema ushuhudie kwamba hapana pasi kuabudia kwa haki sipo kwa Allah na mimi ni mjumbe wake. Anasema nani shahidi wao na wazungumza? Anasema mti ule. Basi ule mti akauamlisha ukaja. Mpaka ukapasua ardhi ukaja mpaka mbele ukashuhudia mara mara tatu. Allah. Lakini mtume akusimulia ile siri ile au ile jambo akusimulia mtume anasema kakausha. Kimya akaja kutusimulia swahaba. Umeona nguvu ya dawa? Akafanya dawa, alipofanya dawa yakapatikana mambo makubwa, lakini akwenda kusimulia, wala hakuna sehemu yote mtume alisimulia, ala akamwambia masaba wake, jamani, nimempa mtu dawa mtu nikawita, ukaja, kakausha siri kiasi gani. Lakini swahaba kwa sababu alikuwepo akuweza kuvumilia, akazungumza, nilikuwa na mtume sallallahu alayhi wasallam na bedui tukakutana naye Ndo akasimulia hii hadithi, tukaipata kwa sababu tukipata kwa mtume mwenyewe. Kwa hata sisi tukiwa katika kazi ya dawa, utapata siri nyingi, siri nyingi, kwanza zingine utasahau hata kusimulia, lakini sisi atupewe mambo mengi kwa sababu sisi tunasimulia. Mimi kiapata tu na kuja kukupenda, jamani, hivi nimemota mtume kafanya, au nimeona jambo fulani hivi. Sasa ile jambo sisi atupewe siri kwa sababu sisi hatuna nini, wanaita kaaba nini wanahitaji eh ndio maana Allah Subhanahu wa Ta'ala atupi vitu, kwa sababu kitu kidogo tunasema i a sisi, tukipata tunaficha. Inaendelea kila Alhamis. Ukija pale Allahu akbar, kwa sababu faida ya kwanza ile amali zinazofanyika, Qur'an, azkar, kiamu lail na saa mbalimbali, dawa mbalimbali, yale wale watu wa pole, watu watulivu, wewe unapata athari katika moyo wako na unafanya maamuzi kwenda katika njia ya Allah taala. Wazee wangu, inshallah Allah atukubali. Karibuni markazi pale Mchikichini kila siku Alhamis.